style moja kama wanacheza basi wana ah, goja nikae chini, goja nikae chini. Ewana, karibu sana kwenye gossip table. Mimi naitwa Ali Adabu 13 the only one pipi, yeah. Tuko hapa kupatia taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kutrend ku mitandaoni, umbea ambao ko chini kabisa, ambao umejificha chini ya carpet kabisa tunakusogezea mm hapo, yani upate kujua kitu, kitu gani kimehapen huko, kitu gani ambacho watu wanakizungumzia sana kwenye mitandao, yeah, ya kijamii. Of course eh, leo tuna taarifa ambayo ambalo nayo Eh, <laughs> ha, na na mimi sijui kwa kwa kwa nini. Au ndo mazani na karibia kuishaisha, tu nafurahi tu kwa sababu nahisi kuna kitu huenda kikatokea karibuni hapa. No, si eh, furaha furaha sana lakini taarifa ambayo tuko nayo siku ya leo, leo. Jioni ya jioni ya leo. Tuko na taarifa hii hapa. taarifa taarifa taarifa moja, taarifa mbili zinakuja tano. Bwana, hey, hey, hey. Eh. taarifa ya yule binti ambaye alikuwa ni yeah. video vixen wa Diamond Platinum yeah. kwenye ngoma My Baby na Chike Yeah. Baadaye yeah. baadae kwamba huyu binti ana mahusiano na Diamond Ratna. Hivi katikati akaleta taarifa ndefu chatings chai za WhatsApp akiwa na chat na Diamond. Haikuishia hapo, tuko na ile video mimi naitwa Mrs Nasib Abdul ha. Juma ha. nini, ah, huyu bwana Miss Rita. Yeah, Miss Rita bwana hivi katikati alitushtua sana taarifa za ah, alitikisa Tanzania sana unajua, yani taarifa alitikisa, alitikisa kweli eh, taarifa Misri ta, mimi nalikuja niko natoka msikitini mm, nikasahau okay. hata nitoka kuswali ah, nikasahau kabisa. Mimi nilikuwa nimelala, naambiwa bwana, angalia huko mm, yule fulani katemwa saizi, kimkuja kitu chengine ni nikajua mtu kutoka nje hey, mm. nje Kenya, Uganda hey. hapa, hapa ah. ni ah. Sasa nikaambiwa sio mbali hapa hapa tu. Sasa bwana, video ambayo ina trendi kwanza, kuna taarifa ilitoka kutoka kwa mbea mkubwa najua hmm. kuna gwiji la wambea, taarifa zinafikaje huko lakini, huyo ni gwiji. Sasa taarifa yeye akasema Siku fulani ndio, eh endeni pale kituo cha polisi Mbweni, ndio, eh mtamwona Misirita pale kaitwa ke kituoni. Taarifa hiyo tulikuwa hatuna. Sasa upige hesabu kutoka hapa paka alipo yeye kule, ni umbali mrefu sana yani, yani kule karibia na Bagamoyo tuseme eh. Achana uwe na huyo, na maanisha yule mbea mkubwa yule, ah mbea mkubwa yani, alipo yeye mm, ni mbali sana, lakini taarifa imemfikia eh, na video kweli, tumeiona video, tumeiona eh eh, afu mwanzo watu walijua kama alipotoa ile taarifa mara ya kwanza mm, kipindi anatoa ile taarifa, ukiangalia muhusika achana na wakike wa kiume mm, alikuwa anasafiri. Kwa hiyo watu tukaanza kusema hivi kwamba itakuwaje, mm, kama muhusika mwenye kesi anasafiri, kumbe kweli bwana mm, basi ndo tukaona bwana, ndio kuna gari ina Subaru pale, ikawa imepakiwa tukazoom mtoka shuka bwana yes, Eh e, na mwezi huu. Haona maandalizi na wasemi sua au tayari, au tayari. Usikute pia tunachezeshwa shere chezo e, jamaa na ulapa ah. Sisi atupeleka kushoto Eh e. e. e, labda kuna mambo tayari Mm, ya ya yani. Lakini mimi ninavyomjua ninavyomjua bigi, bigi, mm, yuko serious, unajua yuko serious na na yule dada ambaye yupo naye, dada wa taifa, e, si dada taifa. Mm, yuko serious naye, ila huyu huyu huyu, huyu utaka kataka utaka umaarufu, kwa umaarufu pupa na ndio maana na ndio maana umaarufu alikuwa na, niomana, na, nao. E, aula, na la, lakini la, sio huo. Yani umaarufu wake uke, ulikuwa ufupu. Unajua, kitu chengine labda haya mapeni haya, mm, nkalanka lahisi bwana, muda mwingine zinaweza zikakutoa kwenye msimamo mm, wako. Sasa ingekuwa fedha ndo chanzo, huyu sasa hivi anaonekana. Mpaka sasa hivi bado penzi la jamaa nalikubali, kwa sababu kwenye moja ya meseji zake aliandikaje? Mm, jamaa anamsumbua amlipie kodi, lakini mwamba, ila akiambua kodi ana anafunga vyoo, alafu kuna ile meme ile, meme, ile. Apo, sambaa ile alafu alafu unakuta umepangiwa apartment, alafu sasa ha, sponsor apokee <laughs> simu aonekani kabisa. Kwanza yupo online muda wote ha, ha, ah. DP yake block huyo, ni messages hazifiki kako manake ah. ah. maisha yanaendelea sasa. Yongeze, huyu ni kinganga eh kati ah, kuna aina vinganga, si wale vinganga wengine wale ah, ah. huyu kinganga chake cha tofauti cha tofauti yani eh. Anangang'ania sehemu ambayo hmm, uhitajike lakini si vingine, tunawajua wanahitajika hiyo sehemu. Kwa hiyo wana huyu ah, anang'ang'ania sehemu ambayo haitajiki afu anaforce, anaforce mazingira, basi ndiyo hivyo bwana, ile video ikamwonyesha Miss Rita amefika pale kituo cha polisi Mbweni, akaingia mule ndani vizuri tu afu ana mwendo ah. Unajua kuna wanawake wana miendo, ukiwa okay, mwanamke afu una mwendo, ujue aibu, ukisha kuwa mwanamke mwanamke shakuwa na ti tatu eh, eh, halafu na mwendo eh, ah, upewe nini kengine, yani sio. So wana... na, so natembea kama bata, una mwendo fulani e, kama kinyonga anatembea eh, kama hataki. Sasa ule mwendo usikute pia ni moja ya chanzo ambacho kimemfanya akavutiwa eh, na, navyo, ila tu ukiangalia ni pisi we ah, mzuri, ule mzuri bwana yule mzuri Akinyoa kisuka yani, yule yule mdada ni mzuri yule mdada ni mzuri well. Sababu kuna moja comment, mimi napita sana kwenye comment za watu na ehe, wataukujua napitia na pitia. Kuna mm. mtu mmoja akasema, yani wewe na mwenye nyumba mm. mwenye nyumba akufikia hata kidogo yani, mtu akasema, yani wewe na mwenye nyumba sshamjua hey, hey, bila hey, dini hey. mbili uwezi hey, kuelewa hey, yani, mwenye hey. nyumba Mm, yaani ule misirita mm. na mwenye nyumba mwenye mjengo, mwenye mjengo misirita wanasema ni mzuri kuliko, ila kinachombeba mwenye nyumba tayari maarufu ule, kwamba watu wanafahamu mwenye mjengo wake ni mtu huyu hey. maarufu tayari. Kwa hiyo hicho kitu tunafanya, lakini ukiwaweka hivi ukiwaweka mwingi bwana, kioa kidanganyi hey. walimba nyimbo ya Salome ile, kioa yeah. kidanganyi mama hey. hey, ndio hivyo inavyosadikika e, watu wanaanza wana, kukompea sasa kati ya huyu na huyu nani, e. anafaa kuwa na bigi e. anaenda, Nane, nana, nana, e. Nana, e. watu wanaangalia hapo ni e. naendana naye. Taarifa ambayo nyingine pia nikaidigi nikaichimbua uh -huh. na kuichimba e. inasadikika yeye kupelekwa pale jamaa kasimbana huyu mwiteni hapo kwa ajili ya maswali hasa maswali yake mm, yaani aulize kwa nini kaamua kumchafua mzee. Kwa nini, yaani, kwa nini kamchafua mzee? Kwa hiyo inaonekana yeye ana mipango yake, kwamba mdada ana mipango yake e, ana plani zake. Halafu e, inasadikika tena e, yule dada e, ana video ah, nyingine hizo video ni za moto sasa, video zikiwa za moto na ule tayari ni Mm. Embo nimbo ya mtaa ah. E, unajua kuna watu maarufu kama sana kama sana pale nyumbani, kashkashi itatokea zito. Hey make hili tu tunaliona kubwa ya kile cha na hilo lingine, na hizo video zikivuja. Mbona hizi zile video tu za kwanza zile anajichukua chukua tu kilinuka da hapo, kwa sababu wewe ukasema pale, mnashuti mnashuti ah, unashuti nini sasa? Yeah, nini kwa mnashuti hata ukisema ile filamu au movie mm. Sasa ndio hizo video nasadikika, hizo video mm -hmm. ni za moto hizo video inasadikika, mjomba alikuwa kama mtoto hizo, alikuwa adabu, adabu, adabu, alikuwa... alikuwa... Alikuwa kama mtoto sasa. Hizo video ambazo ziko jamaa yupo kama mtoto zikitoka, tumekwisha kwamba alipotezwa kwa muda, aa kama mposo alipotea ah. Yaani hizo video aibu, unaambiwa hizo zikitoka aibu ee bwana ee hizo aibu ndio nakuja kuona mtu mzima tena, maana sisi wengine tunapendwa eh, tunapendwa mpaka tunapitilizwa hey, mpendo mpaka unasahau mm, kabisa so, nikute mita nimevelishwa kanga Lubega naenda kuoga, si aibu hiyo? Vipi vipi? Ah, kweli kabisa. Mimi maana video zangu mimi zingine ukiziona mpenzi wangu unaweza kukimbia, ndio ukasema ndio huyu ambaye anakuwa serious kwenye kamera. Mimi mm, napewa napewa nini maziwa mm -hmm. itakunyonya kama mtoto <laughs> Mapenzi shata shata, hayo mapenzi moto moto aliyatanga yale kwani anarudisha totoni. Nafikiri nini kurudisha totoni, uwa mtoto raha kabisa, unaogeshwa Asali. Asali, mm, ut mm, kwa, kwa mama mjengo pia hapa sisi wanaume ukiona mtu unachepuka enda sehemu nyingine maanake kuna kitu na kikosa, kuna kitu ki, e, kati, e, mwenzako, ana anatoa ile dozi ile ana maudambu dambu <laughs> Kuna kifaa kimoja hicho nikiona kutoka Tanga, siku nitaonyesha. Eh. <laughs> Na kweli inabidi waonyeshe. Hicho kifaa ni balaa sana. Hey, hey, hey, kwa mimi unachoongea, hey, ni kweli. Ni kwamba ninachokiongea ni serious kabisa. Kweli kabisa. Sasa taarifa ndio hiyo hapo hey. Na hizo video inasadikika sikitoka zitakuwa ni balaa. Yapi, hey, hey. Hey. ya ya lakini wasabau Kwa yap kimeongelekashajua

Kaisha nakwambia, yaani kaisha kabisa, hakuna msoli mtume. Ndio ile wanasema hivi kwamba ulikuwa unataka umaarufu, mwisho wa siku maarufu na kukimbia. Ndio hapo sasa maarufu nakua tofauti banae. Sisi tunamaliza kwa staili hiyo hapo yeah. Yeah, sisi ni 69 media gossip table meza, ombea taarifa ambayo tumekokea mezani ni ya Misrita, taarifa ambayo ina trendi sana sasa hivi, lakini hope so unakuwa umeenjoy nayo na hii taarifa ambayo tumekuletea siku leo, lakini pia una, unaweza katika maoni yako diyo, kwenye YouTube channel yetu hapo, andika kitu ambacho unahisi Eh, kitu gani unahisi labda kimemfanya Msrita kupelekwa hmm, kule? Ni hii hii taarifa ambayo aliitoa mara ya kwanza? Ndiyo. Au kuna mengineyo labda? Yapo basi, hatujajua anajaribu kumwangalia kwa namna moja au nyingine, kama anahusishwa na vitu vingine ambavyo bado hatujawekewa kwenye mkeka wetu, waombea tukivipata yeah. kama unavyotujua, you know us, you know me, you know pipipi, lazima tukuletee mezani hapo eh, upate ku kuenjoy nayo Bwana cameraman thank you so much, na tunashukuru yeah. Kwa mafans wetu endelea kufuatilia 69 Media TZ kwenye eh, YouTube channel yetu, fika pale Instagram, Facebook, TikTok, follow his channel. Mwanangu. Yeah. Pipipi, unaambia nini wapenzi wetu wa gossip table? Ah, cha kuwashauri kwamba muendelee, mambo mazuri, mambo matamu, umbea mm. udaku vyo tunavipata hapa hapa. Kwa hiyo usiondoke, muda ule uleule saa ile wakati ule ule. Yapi yap, yap, yap. uleulo